Leo tumekutana kwenye mkutano mawaziri wa madini barani Afrika kwa lengo la kujadiliana na kupeana mikakati mbalimbali ya kiuchumi hasa katika ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ili kuendeleza sekta ya madini. Eneo mojawapo ambayo limechukua sehemu kubwa ya mjadala wetu ni katika eneo la madini ya mkakati na namna ambavyo nchi zetu zimejipanga kuongeza thamani madini haya katika nchi zetu. Hivyo, kama inavyofahamika ya kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo imejaliwa na madini mengi ya mkakati. Kama serikali sasa mkakati kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani madini haya ndani ya nchi kupitia sheria na kanuni ambazo tunazitunga, o kubwa ni kuona nchi yetu inanufaika hivyo siku ya leo nilipata nafasi ya, ya kutoa uzoefu wa nchini Tanzania namna ambavyo sekta ya madini na sekta ya nishati zinashirikiana alaoakisha kwamba sekta hii inakuwa na kuweza kufikisha matarajio ya Watanzania wengi hasa katika uongezaji thamani wa madini yetu. Ni ukweli usiopingika kwamba ili ufanye uongezaji thamani, moja kati ya nguzo kubwa muhimu ya uwepo wa nishati ambayo inaweza kuwasaidia kuharakisha shughuli hizi za uh, uchakataji. Kwa nishati ni nguzo muhimu sana katika kukuza sekta madini, ya madini kwa na hasa eneo la uongezaji thamani ya madini. Tumezungumza na kuonesha kwamba katika serikali yetu ya Tanzania kupo ushirikiano mkubwa kati ya Wizara ya Nishati na Wizara ya Madini kuhakikisha ya kwamba kupitia mradi mkubwa tulio nao wa Mwalimu Julius Nyerere ambao na uwezo kusarisha megawati elfu mbili na mia moja maeneo mengi ya sekta ya madini pia yanaguswa kwa ajili ya kuchochea ukuaji wa sekta hii, lakini pia TANESCO wanao mkakati wao wa kuendelea kupanua dhidi yake kuwakikisha katika maeneo ambayo kuna wachimbaji wa madini ili kuchochea pia jambo kubwa la uchakataji wa madini, lakini pia tuna wauaji wa chini ya REA kwa pamoja kuhakikisha kwamba sehemu ambapo madini haya yanachimbwa basi uona mkakati wa kupeleka pia nishati ya umeme. Hivyo tumeondoka wote na kauli moja kwamba ni muda mwafaka sasa kwa nchi zetu za Afrika kuweza kunufaika na madini ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, na njia ya kwanza kunufaika ni lazima kuhakikisha tunakuwa na mkakati maalum wa kuongeza thamani madini ndani ya nchi, na hii isifanywe kwa nchi moja, ifanywe kwa nchi zote, ili basi wadau wote na wawekezaji wa, katika ya madini waelewe kwamba kwa hivi sasa Afrika kati yetu ni mmoja, na katika wakati huu ni uongezaji thamani wa madini yetu, ili madini hayo yaweze kunufaisha chumi zetu na kuweza kukuza mapato ya nchi zetu na kuongeza ajira kwa watozaji thamani ndani ya nchi.